Binti Mirriam, yes. Um, wewe ilikuwaje nawe ulianza wapi ukafikia wapi paka ukasema imetosha? Okay, mimi nilikuwa mwanabiashara, nilikuwa nimeweka kazi pale Udhiru pale mahali kunaitwa Marigoini, hapo ndipo nilijulia betting ya mm -hmm. Avieta. Ah nilikuwa nimeweka biashara kumbe ya vita ni ya ukweli. Naisikia tu mtandaoni, ya ukweli. Hiyo ndio imeniweka flat. Leo ndio nimeona mtu wa kwanza ambaye amecheza vita macho kwa macho hivi. Ehe, ni ya ukweli na ni, mm. mm. okay. Do, mm. mm. mm. yes. ni kitu mbaya mm. sana. Hiyo ndio imeniweka chini, hiyo ndio imebadilisha maisha yangu, hiyo ndio imenisambaratisha mpaka sasa hivi tunaongea. Unasema ulikuwa unafanya biashara gani hapo? ya hoteli, ya hoteli eh, nilikuwa nafanya biashara ya hoteli, nilikuwa um, na hoteli. Umeajiriwa ama ilikuwa ni yako? Yangu, nilikuwa uh -huh. nimeajiri watu watano. Mhm, nilikuwa naweza kuwalipa kila siku na na mtu mtu anaenda na pesa yake nyumbani mm -hmm. so nikiwa pale, pale nilikuwa naishi hapo neighbor. Msanii mwingine akakuja akaniambia, Miriam, kuna mchezo inacheza hapa na ina mtu anapata pesa sana mm -hmm. Kamuuliza mchezo gani hiyo, so that. Akanionyesha mara ya kwanza ku win that week nili win 260,000 oh. laki mbili na nusu yes. na nikaziona kabisa, ukazishika ukazitoa, nikatoa na nikaweka equity bank mm -hmm. Na hey, nikaona kweli hii kitu ni kweli, ni ukweli mm -hmm. Sikuacha mm -hmm. na sikuambia mtu mm. Nikaendelea, nikawa siri yako, nikawa siri yangu. Sasa nimeona mm. mahali ya kupata pesa, so nilikuwa naenda pale Miriam's Cafe. yes. uh, story ya ni... kweli hatuleti mm. visa porojo porojo yes. ndani ya gumzo mm. uh -huh. porojoporojo ndani ya gumzo hapo. nilikuwa nimeweka kazi yangu ya hoteli, nilikuwa mwanabiashara, nilikuwa naendelea vizuri sana mm. Lakini ilifika mahali nikaa nasema ni makosa nilifanya because si kujielewa hiyo wakati. Sasa hivi wakati niko hivi ndio mm. najielewa nilifanya vibaya mm. Laki mbili na nusu ukaziregesha <laughs> kwa Avieta ama zilikwenda wapi sasa? nilikuwa naweka stock kidogo alafu pale nikishapata narudisha kwa Avieta mm. so kazi yangu ilikuwa naenda pale naweka stock na nunua pale Kangemi stock, alafu narudi kwa nyumba najifungia na beti na kila kitu inapotea mm. yeah. yes so ulishinda tu hiyo mara moja Nilikuwa na shinda 20, 10, hazifiki tena laki mbili, mbili. hiyo ndio il, ilikuwa, tu ilikuwa nimeona tu hiyo pesa peke yake. hmm. Kwa, ulikuwa umeekelea ngapi kwani? <coughs> nilikuwa, shinda... okay, nilikuwa nimeekelea 1000 ikaenda mpaka dhati kuna vile inapepea mpaka dhati, nilienda kwa, kwa toilet. Ikapepea, eh, kurudi nikarudi <laughs> <tokutu> eh, kwa hivyo ulianza na elfu moja? <tokutu> nilianza na elfu moja. Ikapepea. Ikapepea, ikaenda mpaka dhati kufika dhati fika dhati nikaanza kuelekea na 2000 nikaenda kwa toilet, kurudi nikapata. Toilet ni wapi? kwa choo, kwa choo ya game. Ni kwa choo chako? Eh, mimi mwenyewe, hey, mwenyewe. Oh, oh, Mwenye nikaacha t -t -t -t -t -t -t -t nikawacha <laughs> ikicheza sasa kwa meza cause nimeelewa kunyumba pale, sitaki disturbance na kazi inaendelea pale uhum. So wakati nilienda kwa toilet, ni bedsitter house uhum. Kurudi napata pesa iko hapo, sasa ina mm, nikaguza haraka iyo, iyo pesa ioka na hizo kumi six, na nikipata inarudi yote mm. Mm. So from there sikuwa iamini ya kwamba ikitu ati si real mm. So I just continued na sikukuwa na mtu wa ku encourage kumbia, kumbuka kumbia na ficha yes, kumbuka na ficha sikukuwa na ijisema mm. Because I remember one day after nimewini yo pesa nilituma pale pesa nyumbani inunue ngombe mm. Lakini after siku tatu nimepiga simu hiyo ngombe iuzwe nitumie hiyo pesa. Ikauzwa? Eh, ikauzwa. Ah. <laughs> E, ah. Nilinunua ngombe mbili hata my brother. Mm. Anaweza sema hiyo kitu nikanua ngombe mbili Wakaniuliza nimetoa wapi pesa mm. Lakini nikawambia, si nyinyi mnataka ngombe mm, na nimewanunulia, nimewasupport because I was the breadwinner in my, in my mm. family mm. Nimekuwa nikiwasaidia mm, nikawanunulia and after siku tatu nikapiga simu niko na emergency, kumbe ah, ile pesa ishaenda yote na imerudi na nikacheza yote. Ngombe wakapepea. From there, <laughs> nikaanza kuingia kwa malonza biashara haya. Wacha, wacha, tushikilie hapo, manake mm. ni kisa cha kusikitisha. Na ni lini hiyo? Hiyo ni mwezi wa saba mwaka jana, siko ndani ya kadege mambo. Wacha tutoke pumziko, tukirudi. Na sisi tunafanya nini? Vikazo tunapepea.